Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya IT pendwa. Leo tutaenda kuona mabadiliko ya ratiba ya kidato cha nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, kwa kuanza, mitihani ya kidato cha nne itaanza kuanzia tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano na itaanza na somo la civics kwa muda wa asubuhi kuanzia saa mbili kamili mpaka saa tano kamili likifuatiwa na somo la biology kuanzia saa nane kamili mpaka saa kumi na moja kamili litafuatiwa na somo la basic mathematics ambalo litakaloanza kuanzia saa mbili kamili mpaka saa kumi na moja kamili likifuatiwa na somo la Kiswahili litakaloanza kuanzia saa nane kamili mpaka saa kumi na moja kamili kwa tarehe kumi na tisa litafuata somo la geography. Jiografi litafanyika kuanzia tarehe somo la jiografi litafanyika tarehe kumi na tisa kuanzia saa mbili kamili mpaka saa tano kamili likifuatiwa na somo la kiingereza litakaloanza saa nane kamili mpaka saa kumi na moja kamili. Itakuja biology then na arts uh, itakuja kemia na history then physics na Chinese, chemistry pra practical practical two a hey na literature in English physics to practical pamoja na bookkeeping. Uh, usisahau kwanza kusubscribe, ku like na ku comments uh, lakini pia ku turn on notification. Na ratiba hii, utakaposhuka chini kabisa chini kabisa kwenye upande wa comments utakuta nimekuwekea link, utaibonyeza hiyo link utaweza uka download lakini ukishai download utasoma maelekezo ambayo yametolewa kuanzia maelekezo namba moja mpaka namba kumi na sita ambayo yanayotaka kufuata. Uh, kwa wale candidate ambao wanaenda kufanya mtihani wa form 4. kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini kumbuka kuwa mitihani yetu inaanza kuanzia tarehe inaanza e, kuanzia tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na kuisha tarehe tano mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. So usisahau kusubscribe, kulike, kucomments na kushare ili wengine waweze kujua mabadiliko ya ratiba hii. Asante.